Tukiangazia mengine ni kwamba makundi ya haki za binadam sasa yanamtaka mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na balozi wa Kenya nchini Uganda kujiuzulu kwa utepetevu wao kuhusu Wakenya wawili wanaoendelea kuzuiliwa nchini Uganda. Wanaharakati hao wanadai kwamba Bob Njagi na Nicholas Oyoo wako katika hali mbaya ya kiafya wanakozuiliwa huko Uganda. Mwanahabari wetu Seth Olale anaarifu zaidi. Wa siku ya 36 tangu wanaharakati John Njagi na Nicolas Oyoo kuripotiwa kutekwa nyara nchini Uganda, wanaharakati wenza hapa nchini waliandamana wakitaka wenzao kuachiliwa. Hata hivyo juhudi za kuwasiliana na balozi wa Uganda nchini Kenya yaligonga mwamba mwambu, mwambu, mwambu, mwambu. Makundi hayo ya kutetea haki za binadamu sasa yanataka mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na balozi wa Kenya nchini Uganda kujiuzulu kwa kushindwa kuwarudisha nyumbani wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo. I am really pursuing my government. Wana harakati hao wakidai kwamba wanaharakati hao wako kwenye hali mbaya ya kiafya. Tunaomba tu William Samoi Ruto atafute vijana wetu kwa atulali. Seth Olale runinga ya Citizen muta, muta.